Naam, karibu sana mwana michezo popote pale ulipo kaskazini, kusini, magharibi pamoja na mashariki. Njoo hapa tuzungumze michezo na burudani. Sehemu pekee tunapoweza kuzipata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Dhahiri shahiri ni kwambie ni hapa ndani ya Chapesa Media. Kama bado hauja subscribe, fanya hivyo uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Nami moja kwa moja ninatokea hapa na kuripoti hapa katika kijiwe cha Mwembeanga. Niana madhumuni yangu niweze kukupasha mambo yale yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kuwa nami kuanzia pale mwanzo mpaka pale tamati. Kipaza kiko sehemu salama kabisa, waweza kuniita Kaisedo wa Bongo. Natokea hapa. Eh bwana, ndugu yangu uko poa Mwarabu? Alhamdulillah, mambo vipi? Sawa, mzima uko. Nashukuru Mungu. Wana Simba mko? Tupo, tunashukuru Mungu. Mm, kidogo hapa kama wagonjwa wagonjwa kwa sababu Simba tuione ikicheza basi, tunasubiria tu hizo timu za taifa zimalize shughuli yao tuingie mzigoni tunasubiria timu za taifa zimalize ratiba zao tuingie mzigoni. Naumwa. Hatunaumwa kwa kweli Eh? Usipoiona Simba utakuwa na utakuwa mzima vipya, Simba ichezi utakuwa na furaha gani? <laughs> Kila siku iwe ganitamkila sikuwnache ingewezekana ingekuwa bora mm. Yaningiwezekana sema ndo haiwezekani eh. Yani ngekuwa labda mazoezi yao pia wanaturushia live si tungen eh? Ngekua mazoezi wanayarusha live tungekuwa tunaenjoy tu uh -uh. Eh. Twa... saa kumi ukimaliza shughuli zako nawai kuangalia mazoezi ya Simba hmm. sema kwa vile masnichi na maadui wengi hey, watazijua mbinu zetu, waache hivyo hivyo <laughs> si tutavumilia bwana. Nianzie hapa bwana, jana zimetoka taarifa ya kusemekana ya kwamba Musa Pinpin Kamara atakuwa nje takriban wiki nane mpaka wiki kumi. Nataka kufahamu kwa namna moja ama nyingine, mashabiki wa Simba, kukosekana kwa Musa Pinpin Kamara lakini pia vilevile, taarifa ya msemaji wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, Ahmed Ali amesema ya kwamba michezo mitatu musa pin pin kamara ya kimataifa ataikosa. Nyinyi wanasimba mnasemaje? ni pengo kiasi gani ambalo mmeliona juu ya musa pin pin kamara? Ah, ni pengo kwa, kwa pengo ni pengo, lakini tushukuru tu uongozi wa klabu uliliona ili mapema ukaleta mbadala ambaye hawatofautiani sana viwango Manake ukimwangalia Yakubu hatafautiani sana viwango labda kwenye fit, footwork tu. Ndo kidogo Kamara kamzidi Yakubu, lakini kwenye shot stopper hmm. Ha, pengine yule Yakubu yuko bora sana yeah. Mimi nakwambia na hii pia itampa mileage Yakubu kwa sababu atazidi kupata confidence, atajiimarisha. Pengine Kamara akirudi afanye kazi sasa kuipigania namba yake. Pengine Kamara akipona afanye kazi ya kuipigania namba yake, manake adui mkubwa wa wachezaji wa, na majeruhi, huwezi kutegemea atarudi ata kwenye kiwango kile kile alichokuwa kabla hajaumia. Tumwombee Mungu tu, atakapopona akiwa fiti, arudi kwenye kiwango chake kile kile, lakini kama atadrop, itakuwa mtihani sana kwake kurudi kwenye, kwenye milingoti ya Simba Sports, na hapo yakubu itakuwa gari lishawaka tayari na hii ndo nafasi yake. Unajua wakati wa Mungu, Mungu anakuwa na sababu zake sana. Mungu anakuwa na sababu zake. Watu mwanzo walilalamika anaenda kuwa kiwango Simba Sports, atacheza lini sijui vipi, maneno mengi <coughs> lakini analo lipanga Mungu ndo linalokuwa. Amekuja imetokea kwamba bahati mbaya nzuri kwa upande wake Kamara amepata majeruhi, kwa hiyo mechi nne hizo wiki wiki nane wiki nane zaidi ya mechi tano mpaka kumi naweza zikafika nategemea mnachezaji maana, hmm. kuna viporo vingi hapa katikati, ligi ilisimama, uh -huh. Sasa pale atamshawishi vipi mwalimu kwamba mimi ndio namba moja wa Simba Sports. kwa pale ni maamuzi ya Yakubu mwenyewe kumshawishi hata tu yani Ma, ya, mchai wa Yakubu ni Yakubu mwenyewe sasa hivi wa Yakubu ni Yakubu mwenye, hii ndio fursa ya kuhakikisha kwamba mimi ni mkubwa na nimekuja kucheza Simba Sports mm. Na niko tayari kufanya kazi mm. Kamara akipona aanzie mbao ndefuaanzie <laughs> mbao ndefu sisi, hey. Ndio tunachokitaka hicho hey. Kila mtu awe anampa upinzani mwenzie hmm. Hadi kiasi kwamba mtu akiumia analia kwelikweli na anajua kwamba hmm. Mi ndio shughuli yangu, nikija imeshaisha hapa, lazima nipambane sana. Bwana, tuzungumzie michuano ya kimataifa kabla sijaenda kwenye engo nyingine, ambayo ni engo ndefu kwelikweli. Wana Simba Ahmed Ally pia amezungumza na nyinyi ya kwamba mjiandae kisaikolojia kwa maana yanayokwenda kutokea kwenye michuano ya kimataifa sio kama wapinzani wanavyofikia. Ni kweli, yani katika mwaka ambao michuano hii ya, ya kimataifa hakuna timu ngumu sana ya, yani kila kundu kililiangalia limeshiba kweli kweli kule kule, na kweli kule kule ndo Champions League kule kiumeni. Sasa kama kweli mwanaume, tuvuke hapa twende wote, alafu yeah, tupige hesabu za kwenda nusu finali. Kama kweli kama kweli mwanaume uh -huh, tuvuke hapa twende wote robo finali. Kwani kuna wake huko wanawake huko? Ah, wapo katika msafara, msafara wa mamba sikenge pia, wapo <laughs> wengi wapo, tu kina nani huko. Msizungumzie wanawake kwamba kuwadharau wanawake, hapana. Yeah, katika kuna vilaza mm. Yaani, katika makundi kweli ya klabu bingwa kuna kiraza. Ha, wapo, we, we, wengi wa kutosha. Wakutosha utaona mechi moja tu katika ule <laughs> msimamo vina muda? Wiki moja tu inaisha. Kesho kutwa tu utaangalia nani atakayefanya kazi ya konyagi ile <laughs> <laughs> <laughs> mikono anaiweka anaiweka? Unajua konyagi ile pombe yeah, yeah. Kuna mwamba ule uko hivi, yeah. Mikono ishushi hata, yeah. Kuna timu utakuwa kazi yake msimu mwanzo mwisho mechi eh, ya kwanza hadi anawazuia wenzie ah, tu asianguke hata na mtu anawazuia wenzake asianguke anakuaga juu au chini, imeisha hiyo, imeisha mapema tu bwana. Majirani wenu bwana Young Africans kupitia msemaji wao Ali Shaban Kamwe amezungumza na ko trend sana kwenye mitandao ya kijamii akiwauliza kuhusiana na Eliza ambalo mmeahidiwa na mzabuni wa jezi Jairut. Ulizisikia hizo taarifa? Nilizisikia hasa, yeye alikamwe, yeye anamhusu nini? Ujue, ujue, hata mzazi anapoona mwanae kidogo shule afanye vizuri, anaweza akampa ahadi tu bwana, ukifaulu, safari na kununulia baskeli na mi ukimwangalia, mzazi kama unakuona una udadisi mzuri, ukimwangalia, mbona dingi pangu pakavu mimi, yani mwenyewe shule naenda patulo yani. Na unga, unga yani ile, na kuja kula mchana, alafu naambia mimi nikifaulu atanunulia basikeli. Yaani kwamba anakutia moyo upa, upambane. ha, ha, so ndoto za alinacha za mzazi anakutia moyo upambane. Sasa hata kama sisi liza tutaipa, hatutaipata sisi ina maana tumetiwa moyo tupambane. Alafu ishu sio iriza, sisi malengo yetu sio iriza kwa msimu huu. Sisi tushavuka huko. Yani, sisi wenyewe tunaweza tukajinunulia iriza. Sisi tunafika nusu finali, tunafika finali, tunachinduaje kununua iriza. Sisi wenyewe yani kwa, kwa timu yetu nafanya vizuri. Tuna... lakini sasa unanunua iriza inatembea wapi barabara zetu hizi? Haya niambie unainunua iriza, ina maana Simba pande iriza kutoka hapa hapa Dar mpaka Mbeya amfuate Mbeya City kwa kwa iriza. Anasafiri na mwewe bwana, si tushatoka huko kwenye magari bwana. Wewe Simba anapanda mwewe tu, pap katua, kama ni Mwanza katua, kama ni Mbeya katua, kama Tabora katua, katua. Hmm. Ina matuta tuta kama kichwa cha mtoto. Lakini si ni miongoni mwa ahadi ambazo wameziahidi. Ahadi hizo zitatimia na hatuna haraka nalo basi letu. Hilo basi sio lao pilipili sio ile inakuashia nini kamwe. Uh -huh. Lile basi litakuja letu sisi kututoa kambini kutuleta hapa. Amkapa hmm. Amekuja mpinzani wa nyuma mwiko, tunamwambia baba, haujazoea hey, shida hiyo itakupeleka Benjamin mwiko Mkapa. Umeelewa sasa? Sio iliza tu, tuna mpango. Sio wamehama uwanja wamehamia Zanzibar, tuna mpango, tunaleta hata boti. Tutaongea na baresa tuagizie boti moja, kilimanjaro ngapi huko, si nini, tunaandika Simba Sports, wakija Waarabu eh, msipate shida <laughs> <laughs> Vipi mwana, wa, au chukueni boti hapa nendeni boti ya Simba Sports. Yaani tupige hesabu za Iriza. Sisi mashabiki. Sisi mashabiki tunaweza tukanunua Iriza. Yaani, bwana huu hapa, unaweka mkeka huu hapa bwana. Hesabu za Iriza sasa hivi. Si mshahara wa mpanzu tu msimu mmoja Iriza inakuja Simba Sports. Mshahara wa mpanzu msimu mmoja Simba Sports wananunua Iriza. Simba hatujanunua Iriza sisi mashabiki. Sisi mashabiki tunaweza tukanunua Iriza. Uongozi haujataka tu. Yaani bwana huu hapa, eh, changieni kuhusu klabu yenu ipate ipate basi, tunatema mate ya kauki hapo ya. Waeke lipa namba hii hapa, hii hapa lipa kwa kwa simu. Changieni watu wa Simba, changieni Simba Sports ipate basi la timu, na kwambia hapo ya kauki, aambia tunatema mate hapo ya kauki bimbili, ah. kwa Simba Sports bimbili, sio moja na nusu. Kwa Simba Sports, timu ina malengo, ina vitu vingi vya kufanya. Yule tajiri kaeka hadi ngapi katika zile hadi zake, anatekeleza ngapi? Maga alizungumzia uwanja hosteli, ameshafanya research kwamba hivyo vitu vinafanywa kazi au vifanywe kazi mm -hmm. eh? Ana swali kujiuliza, ndio sisi tunamjibu sasa, kwamba iliza hata sisi tunaweza tukanunua hiki tena. Unajua, vitu vingine uongozi unapenda kujibebesha mizigo mikubwa iwapendeze, basi wafurahii siku moja na sisi tuchangie timu yetu. Yani wewe umuone Desemukwala au muangalie yule Mo, Mo Abraham Ka, eh, aso Morris Mo Abraham ukisha, ukisha, kuna, kuna, kuna stage fulani ukifikia yale majina sijui Mudi sijui nani unayaacha. e, yeye kashatoka kwenye Morris ni Mo Abraham, anavunja kichoka kwenye Eliza, ambayo mimi nimeichangia elfu mbili nimeichangia mia nimechangia buku kusababisha yanunue unajisikia proud kiasi gani kama tulivyochangia uwanja kule Bunju. U, unaenda kuangalia mazoezi ya klabu yako bwana, timu unajengwa, hiki kiwanja kinajengwa, mimi nilitoa shilingi 2000 nikanunua tofali bwana ili basi la Simba iliza mnaloliona hilo linalotamba mimi kuna mia tano yangu mule, unaelewa vizuri hapo. Unaweza ukatoka mishipa ya shingo kumjaji mchezaji kwa nini unacheza chini ya kiwango. Lakini wewe hununui jezi, ukati tiketi, huna mchango wote wa klabu yani, we, yani wewe unataka klabu ikusaidie wewe tu, ipige klabu tu, kila siku kila siku uipige klabu, uingie bure, umeshaelewa uingie bure uwanjani upewe tiketi za bure sijui tripu ikitoka na jina lako liwepo kwenye hamasa ya timu upangiwe posho kufanya kwa ajili ya klabu yako uwezi, hasa watu hao wanatuchelewesha. La, lakini pia nikinukuu kauli ambayo ameizungumza jana Ahmed Ally alisema ya kwamba anaacha kuzungumzia mambo yake anataka kuja kuzungumzia mambo ya Simba Sports. Je, anataka kuwa dereva wa timu yetu? Labda pengine anatafuta kazi. Pengine ujue, watu, au, au ana mjomba yake ana kazi. Labda ndo anataka kujua, kujua. Ele unachokonea una iko kwenye maji au bwana iko bandarini. Labda anataka kupata update za, za gari limefikia wapi da. Wanaishi da wanatuboa miaka na miaka. Ah, mpe heshima mpe heshima. Mtu anaweza katoka asubuhi ana kitu lakini jiona narudi na mifuko huku matunda huku sijui nini huku nini, nini. Dar es Salaam shule, Dar es Salaam shule, si mchezo. Watu walikuwa zamani wanakuja wanaenda kupiga picha Manzese kupata uthibitisho kwamba mi nimefika da, wanapiga picha Kariakoo, wapi? Dar es Salaam shule. Kwa hiyo angalie kwanza kwenye kundi lake hapa hapa, sasa ndo pa muhimu kwenye kundi lake hapa, ehe, anaenda na nani? Farabati, Al Ahli, JS Kabili. Hapa anaenda na nani robo fainali pale, ndo kwa kuka, kukapa kutuliza kicha, wapange mikakati, waangalie wanavuka na nani. Sisi tushajua, sisi kundi letu tushajua, tunavuka na nani sisi. Hapa wa kwanza, wengine wajitafute, kama ni Esperance, Petro Atletico na, na nani? Stade Malien. Stade Malien hao watatu wajitafute, lakini nafasi moja tayari vya, ya, ya, kama ni unaenda hoteli au wapi nakuta kibao kimekuwa reserve, yani kwamba hii nafasi inamhusika hmm. Hii nyingine sasa ndo atafute hao watatu. Shukrani sana karibu sana. Karibu sana.